Maombi ya kuingia vita vya kiroho na kupigana na kushinda. Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kufuta jina langu kwenye madhabahu za koo za mababu na mabibi, magonjwa yanayorishiwa kutoka kwa mababu na mabibi, magonjwa ya ganzi, sukari, presha, kifua kikuu, upofu, usiwi, magandamizo, maonevu, kukataliwa, maradhi yote yanayotokana na ukoo na ya punja kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu nitakase na na ivunja hizo madhabahu za mababu na mabibi na kujenga madhabahu mpya ya Yesu Kristo katika ukoo wetu. Katika madhabahu ya ukoo wetu tunajenga madhabahu ya Kristo, na damu ya Yesu ikatakase kila aliozaliwa wa kiume na wakike katika ukoo wetu katika jina la Yesu. Magonjwa yote ya ukoo yasitukamate, umasikini, laana, magonjwa, magandamizo yatuatie